Hey, mambo vipi, karibu sana katika channel yangu ya YouTube, karibu sana kwenye video hii muhimu sana kwa vijana wote, hususan wale waliomaliza kidato cha sita. Kama uko nyumbani unasubiri matokeo na haujui kipi cha kufanya, umekaa tu nyumbani unapoteza muda, sasa video hii inakuhusu sana. Video hii haswa nimewalenga wale waliomaliza kidato cha sita, lakini hata wewe inaweza ikakusaidia. Leo nitakuonesha mambo matano muhimu unayoweza kuyafanya sasa hivi ili basi usiweze kupoteza muda wako na ujitengenezee maisha bora ukiwa hapo nyumbani, lakini pia hata ukianza chuo na baada ya hapo. So nitakupatia hayo mambo matano ambayo ukiyazingatia yanaweza kukusaidia kwa njia moja ama nyingine. Kwanza kabisa ni kutaki, kama we ni mpya hakikisha umesubscribe YouTube channel yangu, kisha endelea kuangalia video hii hadi mwisho. Jambo la kwanza kabisa, jifunze ujuzi mpya, tunasema digital skills. Ni jambo muhimu sana hususan katika ulimwengu huu wa teknolojia na wa kidigitali So, tunafahamu sote teknolojia imekuwa inatawala sekta nyingi hivi sasa, na badala ya kuweza kukaa tu nyumbani, basi ningekuomba uweze kujifunza skills ambazo zinaweza kukusaidia chuoni, lakini hata baada ya chuo. Kwa mfano unaweza kujifunza graphic design, kuna software unaweza kujifunza, mfano Adobe Illustrator, au unaweza kujifunza tu kwa kupitia Canva ukajifunza uh, ujuzi huu wa graphic lakini pia unaweza kujifunza video editing kwa mfano kwa kupitia CapCut ama Premiere Pro, ukawa mzuri katika kuedit video. Ni skills ambazo hivi sasa zinahitajika sana katika ulimwengu huu, lakini vile vile bila kusahau coding, kwa kutumia platform mbalimbali mbali ambazo unaweza kujifunza. Hata hapa katika channel yangu ya YouTube nimekuwa nikitoa mafunzo mbalimbali mbali ya programming language tofauti tofauti katika nyanja hii ya kuweza kutengeneza mifumo mbalimbali, unaweza kuanza kujifunza lakini vile vile usisahau kuweza kutengeneza CV portfolio ama personal blog. Unaweza kujifunza kutengeneza za kwako wewe mwenyewe, lakini pia ukajifunza kutengenezea watu wengine, inaweza kukusaidia pia. Unaweza kujifunza bure kupitia YouTube vitu vyote hivi ambavyo nimekupatia hapa, lakini vile vile kupitia site mbalimbali mbali mfano Coursera, e, edX, Skillshare. Kuna site ambazo unaweza kupata mafunzo ya bure kabisa, lakini pia unaweza kupata site ambazo unaweza kulipia kidogo tu na ukajifunza vizuri sana, na ukawa mtaalam katika hiyo nyanja. Lakini jambo la pili ni kuweza kutafuta short course ambayo itakuongezea elimu. Kuna short course nyingi sana zenye tija, ambazo hazikuhitaji wewe elimu kubwa wala fedha nyingi. Kwa mfano, ICT, issues za computer applications, Excel, internet ni vitu ambavyo vinahitajika sana hususan katika ulimwengu huu ambao tupo nao sasa wa kidijitali na wa teknolojia e, ishu nzima entrepreneurship, public speaking, photography. Hii ni nafasi yako sasa ya kuweza kujiandaa na mazingira ya chuo au hata kuweza kujiajiri kabla ya kuanza chuo lakini vile vile utakapokuwa chuoni au hata utakapomaliza chuo, tayari una ujuzi, una skills tofauti tofauti ambazo zitakupa kipaumbele hata katika fursa ambazo zinaweza zikajitokeza. So, jambo la tatu, tafuta volunteer au internship. Hii inaweza ikakufungulia milango mingi sana. Wengi hufikiri internship ni kwa wale waliomaliza chuo tu, lakini sio kweli unaweza wewe ambaye upo nyumbani kwa sasa umemaliza kidato cha sita kutafuta nafasi ya kuweza kujitolea kwenye shule, NGOs au biashara ndogo, na kuweza kushiriki na kuweza kutoa huduma na ukaweka kwenye CV yako. Hii itaweza kukusaidia kuonesha na kujenga uzoefu mapema, kukuonyesha unajali na unajituma, kukupa mwelekeo wa maisha yako ya baadaye. so tafuta kwenye mitandao, mfano LinkedIn, au tembelea ofisi maeneo mbalimbali na kuweza kuuliza kama kunatolewa internship na kuweza kuingia na kujifunza mambo mbalimbali lakini pia kuweza kutengeneza CV nzuri. So jambo la nne ukiachilia hilo la tatu, jitengenezee maisha ya mtandaoni. Personal branding. Leo hii unaweza kujenga jina lako hata kabla hujaingia chuo. Anza na kutengeneza channel ya YouTube ama blog au Instagram page kuhusu mambo ambao unayoyapenda. Mfano, kama unapenda tech, fundisha basic za kompyuta. Lakini vile vile kama unapenda fashion, fanya styling tips. Kama unapenda kuzungumza, anzisha podcast ndogo tu kwa vifaa ama uwezo ambao upo nao. Lakini vile vile kumbuka, watu wanataka content ya kweli. So usingoje kuwa mtaalamu ili uanze. Hakikisha unaanza na hiko ambacho upo nacho, na watu wataweza kukuangalia na kukuzingatia kupitia maisha na malengo yako upya. Hili ni jambo la tano ambalo nimehitaji kuweza kushia na nyinyi ambao mpo nyumbani kwa sasa, mmemaliza kidato cha sita mkisubiria matokeo na tayari kwa ajili ya kujiunga na vyuo vikuu. Huu ni muda mzuri wa kuweza kujiuliza, nani unataka kuwa miaka mitano ijayo? Je, kozi unayoitaka inalingana na ndoto yako na je, unawezaje kubadilisha maisha yako kuanzia hivi leo? Chukua daftari, andika ndoto zako, tengeneza plan. Watu wengi huanza kupanga wakiwa chuoni, ila wewe una nafasi ya kuanza hivi sasa. So hakikisha unajiuliza maswali hayo na unapata majibu yake. Kama umeona video hii ina msaada na mambo haya matano yameongelea vitu ambavyo unahisi kwa upande mmoja au mwingine vimeweza kukuongezea kitu katika maisha yako, basi ningekuomba ulike, Share, comment. Kama kuna lolote lile ambalo unahitaji kuweza kufahamu ama una swali lolote ambalo umeweza kulipata kutokana na hiki ambacho nimekizungumza katika video hii, basi unaweza kuweka maoni yako katika sehemu ya comment hapo, na bila y kusahau, ningewaomba msubscribe channel yangu ya YouTube kwa wale wote ambao bado hamja subscribe, ili basi tuweze kuwa pamoja na tuweze kupata maudhui content nzuri na zenye manufaa kama hizi ambazo nimekuwa nikiwasogezea katika chaneli yangu ya YouTube. Sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Natumai kwa kupitia haya mambo matano, wewe uliomaliza kidato cha sita utakuwa umeweza kufunguka akili kidogo na kujua kipi cha kufanya, kuliko kukaa tu nyumbani na kupoteza muda kwa kipindi hiki ambacho unasubiria matokeo ili kuweza kujiunga na chuo kikuu. Asante sana, tukutane wakati mwingine.